Kwa majina anaitwa Beatrice Silinda, wakili katika kesi hii ambayo walikuwa nashtakiwa watumiwa. Sisi upande wa Tanganyika Law Society tulijitolea kwa kusaidia. Baada ya kufika, jamhuri wametoa hoja zao. Hoja ya kwanza wameomba kuweza kufanya mabadiliko kwenye hati ya mashtaka, kwamba kuna mabadiliko ambayo wanahitaji kuyafanya, ikiwemo mabadiliko la kuongeza washtakiwa na pia mabadiliko mengine ni kuhusiana na kwa sababu mabadiliko uh, nataka kuyafanya, nataka kuyafanya katika makosa yote mawili. Makosa la kwanza ni uharibifu wa mali, makosa la pili ni amdi robari uh, lakini baada ya kufanya maombi hayo sisi tukayapinga kwa sababu hayajawa specific. Hajasema uh, hasa ni kosa lipi ambalo linatakiwa lifanyiwe mabadiliko uh, na pia tukahoji kwamba baada ya, ku, ya kuomba hayo amri ya kufanya mabadiliko mahakama ikawauliza kama ushahidi umekamilika katika makosa. Kwa upande wa jamhuri wakasema ushahidi bado haujakamilika na wanaomba muda waweze kukamilisha upelelezi waje kuleta mahakamani. Lakini sisi tukapinga, tulipinga kwa, kwa kigezo cha kwanza kwamba hawaja specify ni aaa ni kosa lipi ambalo pelezi haujakamilika, ilo la kuharibu mali au armed robbery. Mheshimiwa akawaambia ka ka watoe mwongozo. Je, yeah, ni kosa lipi ambalo upelelezi wake haujakamilika na kosa lipi ambalo upelelezi wake umekamilika. Sababu hoja zetu zilikuwa kuharibu mali ni kosa ambalo linafahamika kwamba ni mali ipi ya mtu gani imeharibiwa, kwa hiyo tuitegemea kuona upelelezi katika, katika, katika kosa hilo umefanya nini, umekamilika, na watu wasomewe, watu wasomewe chaji zao. Baada ya kupewa maelekezo hayo, hakimu akamua sasa tarehe ijayo ambayo ni tarehe mbili waje wa, na status ya kosa lipi ambalo limekamilika upeelezi yake ili watumia wasomewe na tuendelee na shauri. Hayo ndio aliojiri makamani hiyo. Baada ya hapo kesi tumepanga tarehe 2 mwezi wa 12 mwaka 2025 saa 3 na nusu asubuhi. s kuhusiana na tamko la rais. Yaani, wananchi, mategemeo yao makubwa ni kuona ili edgza aazauahwa sasa, hilo watu wetu kaliongelea kwa sababu wanao wenye jukumu la kufanya agizo hilo kama walivyopewa maagizo ma, upande wa upelelezi, kama wakija na hoja hiyo, sisi tutapima, tutachuja. Kwa hiyo hilo siwezi nikaliongelea sana, tunasikiliza tu utaratibu watakao kuja nao upande wa upelelezi na upande wa mashtaka.